Mtazamaji, tumeingia katika sehemu ya Ukumbi na nafurahi kwamba wageni wangu wote washafika. E, joto la kisiasa haliko tu mlima Kenya, liko hapa studioni, hiyo nakuhakikishia. Manake tumekuwa na mazungumzo, lakini moja kwa moja niwatambulishe wageni wangu. Naanza na Irungu Nyakera ambaye alikuwa hivi majuzi tu aliyekuwa mwenyekiti bodi ya KICC, lakini akapigwa kalamu. Amewahi kuhudumu kama katibu katika wizara ya uchukuzi, wakati huo e, kiongozi wa taifa akiwa ni ali, eh, ondoka mamlakani Rais Uhuru Kenyatta. Vilevile tunaye mbunge wa kwanza kuchaguliwa na kiti cha chama cha UDA eh, mbunge wa Kiambaa, namzungumzia ya rafiki yangu John Ka-Wanjiku. Karibu sana katika studio. Pia tuko naye Daktari Allan Mugambi ametulia kimya toka tukizungumza, lakini ni mhadhiri katika chuo kikuu cha JKUAT. Pia ni mzoefu wa masuala ya kisiasa na maendeleo katika eh, eneo la Mlima Kenya, na hatimaye tuka naye Daktari Peter Mbae ambaye hivi majuzi tu alikuwa mkurugenzi katika idara ambayo inashughulikia utendakazi wa serikali na miradi yake. Karibuni sana eh, katika studio zetu. Nafikiri swali la kwanza kabisa nianze nawe mheshimiwa, uh, uh, uh, John Kawanjiku Ziara ya rais William Ruto katika eneo la Mlima Kenya ilikuwa ni ziara ya kujaribu kutafuta umaarufu tena katika eneo la mlimani? Ziara ya maridhiano baada ya kutengana na naibu rais na joto la kisiasa na mvutano ulipokuwepo, ama ilikuwa ni ziara ya maendeleo? Wacha niseme ya kwamba hiyo mambo yote tatu, mnaweza ukitafuta nafasi utaipata tu hapo katikati, lakini mainly ilikuwa ziara ya maendeleo. Because tumeona ya kwamba rais amekuwa akitembea taifa mzima, so not only Mount Kenya, tumemuona akiwa northeastern, tumemuona akiwa western, tumemuona akiwa lowland, tumemuona akiwa coast na all that along amekuwa akifanya siasa ama amekuwa akipeleka maendeleo, because the president also lazima atafuate akikuja, ambiwe, tunajenga soko mahali panaitwa Githunguri, he has also need to have a crew ya kwamba hiyo soko inaendelea. So hiyo ziara imekuwa ya maendeleo na it's good, eh, tuseme ya kwamba rais wakati ametembea

ukiangalia uh, in terms of, uh, pesa ambazo ametuachia katika mlima it's more than about 20 million 20 billion shillings no, that we are looking at no, na ametembea maybe counties a few, he was not able to go to all constituencies so we expect him is going to do again because kama constituencies yangu hakukuja, no. uh, Kiambu alitembea tu rari na Githungori no. uh, Nyeri alitembea Uthaya na Nyeri town so kuna constituencies mingi hajatembea of which kuna au maendeleo ambao yanaendelea pia katika hizo constituencies. No. So ilikuwa sana sana mambo ya ya, ya maendeleo but pia kuna zile local politics. Nataka nije hapo kwa sababu ni vigumu kutenganisha ziara kama hizi, yes, na siasa. Yes, kwa nini yes? Basi ikawa pengine tuseme, yes, kwa mtazamo wetu ambao, yes, tulikuwa tunaangazia kwa pembeni kwamba, yes, asilimia zaidi ya sabini ama 80 yes, yes, ya gumzo lililokuwa katika ziara ile, yes, ilikuwa ni gumzo la kisiasa. Yes. unajua sasa <coughs> sisi tukiwa wana siasa wakati umepatiwa microphone, it's only rais mwenye alikuwa anaongea mambo ya maendeleo but you also have our own local politics. Ukikuja for example kwetu Kiambu utapata ya kwamba kuna siasa yetu yenyewe yenye tunakoroga na tumepata nafasi, watu wametokezea hata kama rais hako. Kwa hivyo utapata ya kwamba tunapigana, kuna hawa watu fuasi ni wa mtu fulani, kuna wale wengine ni wa mtu fulani, so utapata hizo siasa bado zinaendelea hapo chini, lakini mainly, ilikuwa ni kwa sababu rais ametembea katika kaunti uh, uh, ya Kiambu. Kwa hivyo hiyo si mambo ya siasa ya kupiga, pia kukumbusha watu, the reason why tumekuja kwa sababu gani, tulikuja tuka tumeleta hii maendeleo, si tulichagua hii serikali. Hiyo siasa haiwezi kosa e, eh, moja ama mbili maneno ambayo yatakuwa ya, yanatembezwa na wananchi ama sisi kama viongozi no. ya siasa. Kwa hivyo utapata kuna watu wengi wanapigana hapo, lakini because watu wametokezea na rais wako, kila mtu anataka kuonyesha umaarufu wake eh, inapokuja rais kwa sababu rais hako, ndio rais ajue ni nani akona mkubwa kuliko mwingine, kwa hivyo hiyo ni hali ya kawaida, lakini main agenda ilitendeka ya kwamba na. Rais amekuja kutuzinduria maendeleo tofauti. Nashukuru umefafanua, lakini nitakuja yes. unieleze kwa kina yes. eh, maendeleo yes. ni maendeleo ya serikali yes. ama ni maendeleo yes. ya wabunge yes. ama kaunti kwa yes. sababu kuna wengi wameuliza maswali yes. baada ya miradi ambayo alifungua au kukagua, ni miradi mm -hmm. pengine ilianzishwa kitambo mm -hmm. amekuja kuianzisha tena yes. na pili, wengi wanahisi kwamba si miradi ya kitaifa mm -hmm ina maana kwamba si miradi ambayo inasimamiwa na serikali mm. au hata wizara mm. nitakuja kwako, nieleze. okay. bwana Irungu Nyakera, ziara hii imefanyika wakati ambapo umepigwa kalamu e. Sisi tunapata fununu kwamba ulikataa ama ulidinda, sijui kama ulipewa mwaliko ama uliagizwa kwamba lazima ulikuwa uwe mmoja wa viongozi kutoka Mlima Kenya anayeandamana na rais. Sasa swali la kujiuliza ni je, kwa viongozi wote walioko katika serikali wanahudumia serikali kutoka eneo la Mlima Kenya iwe ni wakurugenzi iwe ni wasimamizi wa idara na taasisi, walikuwa ni lazima waandamane na rais ama la? Uh, <coughs> uh, ilikuwa si lazima watu wangeandamana no. Uh, lakini kwa wale chairman uh, especially wenye we, walikuwa wamesimama uh, kisiasa no. kwa vile uh, tukiangalia 2022 uh, tulikuwa chama, chama chetu cha Farmers Party kilishikana uh, na UDA kutengeneza ile Kenya Kwanza no. Uh, kwa hivyo uh, mara zile uh, president alikuwa anazunguka mara nyingi, tulikuwa tunaenda naye kama ni zile uh, county town halls ama zile mikutano kwa barabara roadside, hizo zote tulikuwa uh, hapo hivyo. So hata wakati huu mimi nilikuwa nje ya nchi kwa vile nilikuwa bado shule uh, kule UK, uh, na nikapata watu wengi sana wananipigia uh, kule kutoka kule kwa serikali kuniambia lazima tupatane tu uh, kule especially Thursday, kwa vile ulikuwa ukatize safari yako uje. yeah, yeah, kwanza alikuwa kule hivyo uh, uh, Murang'a, so uh, kile mi nilisema niliandika uh, kule kwa mtandao nikasema mi siko ndani ya nchi uh, lakini nikasema uh, kwa watu wale wa uh, kule mlima uh, both the leaders na wakaaji na wa, wa uh, tushike president uh, tumkaribishe. uh, uh, lakini kwa ile ma, uh, maongeleo tuongelee zaidi maneno ya maendeleo uh, agizo la wewe kuhudhuria mikutano kama hilo lilitoka kwa nani? Lilitoka kwa ofisi ya rais au lilitoka kwa viongozi wengine ambao mm, walihisi kwamba ni lazima ama pengine, waziri anasimamia uh, jengo kama kwa mfano kwa ofisi kadhaa a uh, ofisi kadhaa za kusema uh, mkuje ama uh, wewe ukuje uh, but mi nikaona hakuna haja, but the reason, the main reason nilisema sitaweza na niliona ni hiyo, maneno ya maendeleo. Yeah, uh, kwa vile nilijua hata nikikuja for, for example pale Muranga na niambue niongee a, kwa sababu sikujua nani, uh, uh, nani ataongea huku hapa. Hata nikisikiza president akiongea, sisi tulikuwa pale hivo, uh, campaign na nilikuwa najua iko ile promises zenye tulikuwa tumepatiana wakati ule kama Muranga tulikuwa tumepeana promises tutajenga 200 kilometers of roads, tutamaliza ile maumau, tutalete coolers for wakulima wa, wa maziwa, na tutafutia tuta, the young people kazi na maneno mengi. Ile yenye tulikuwa tumepeana kama promises, hakuna hata moja yenye tayari imetendeka ukiangalia vile Ka-Wanjiku wamesema, ati iko 20% yenye iliongelewa ya, ya maendeleo, sioni. Kwa sababu ukiangalia president alikuwa pale Maragwa uh, na alikuwa pia kule uh, Kangema. Hakuna project yenye imefanywa for two and a half years uh, kule. Sasa tulikuwa tunaongelea projects zile zitazinduliwa uh, after this, so niku, nikuona kweli hiyo, ndio unasikia hata ile hasira yenye iko kule kwa ground, kwa vile inaonekana tu ni promises promises. Uh, president <coughs> kuja saa hii tunaongea vile alikuwa anaongea 2022. Just kusema tutafanya, tutajenga, tutatimiza but there is nothing. And so, hiyo ndio unasikia ile hasira iko huko, ni kwa sababu ya hiyo. Na uh, Dkt. Mbae, uh, wewe ulikuwa mkurugenzi uh, katika GDU ambayo ni Government Delivery Unit, idara moja muhimu ambayo inatakiwa kueleza miradi ambayo serikali imetekeleza, ambayo imekamilishwa, imefikia wapi na kadhalika. Kwa mtazamo wako, ziara hii ilikuwa kweli ni ziara ya kimaendeleo ziara ya kutafuta umaarufu? Um, asante sana Nimrod katika <coughs> kitu tunaita performance ama utekelezaji kazi yeah. ile, ile performance delivery inakuwa na mpango inakuwa na system yeah, yani ndio kazi ifanyike. Um, unasikia akisema economic charters ina, kila kaunti ilifanya economic charter, kila kaunti ikasema mambo ambayo inataka serikali kuifanya. Yes. No. serikali ikichukua usukani inachukulia inaekoka ikakuwa manifesto Kenya kwanza manifesto zile miradi ziko pale, alafu inaanza kuwekwa kwa bajeti ile. Proposal tulikuwa tumeweka ni kwamba bajeti ikiwekwa, miradi yote ya serikali kuu ichapishwe na raia wapatiwe, waambiwe ya kwamba Muranga, Nakuru turukana Vihiga, kwa hii mwaka wa serikali kulingana na ile manifesto, hizi ndio miradi ambazo zinafanywa na, na, na, na, na pesa kwa manufaa ya mwananchi. Tutenganishe ehe. unazungumzia miradi ya serikali sasa naongelelea serikali, si serikali kuu ku. kwa sababu gavana ako na ule mgao wake ako pia na miradi yake. CDF iko kando huko, na niambie ni encourage MPs wetu. mimi huwa naongea mambo ya uongozi na utawala wako na uhuru ya kwenda kudansi pale, wawekwe maua, wafungue madarasa, hiyo ni kazi yao. Gavana wako na ruhusa. So kwa hii national government projects iwekwe. Alafu kuna watu wengi kwa hii serikali kuu, kazi yao ni kuangalia kutoka mashinani, wale ngao wale wale wale maofisa wa GDU pale, waangalie ikimalizika, sign inasema ya kwamba completed, ndio rais ama ps ama CS akuja a commission completed projects. Hakuna siku nibwo unaenda useme tulifanya The years, unafaa uende ukicommission. Hii mambo ya kuinspekt hiyo mambo ya kuinspekt na kuanza kuangalia kama inaendelea at least kuja kwanza na ile commission, kwa sababu miaka tatu ya kazi ni miaka mingi sana ya pesa ya serikali kwa hivyo, kwa kwa mtazamo wangu kuna shida, ilikuwa hiyo system ikitengenezwa, Nimrod, wananchi wajue, ndio wajue, ehe, kuna vitingi ya stima iliwekwa, lakini miezi sita imeisha, nyaya ya stima haijaiwekwa. Wenyewe wajue, na wajue ni pesa ngapi, Nimrod, na hii pesa ni exchequer ama ni loan? Kwa sababu loan lazima tulipe World Bank ama grant. Hiyo uwazi lazima ikue kama tunataka kusema tunafanywa na wananchi kazi, lakini kama ni, kama, kama ni siasa, tutakuja tuzunguke. swali, swali la kizushi Daktari Mbae, wewe ulikuwa mkurugenzi wa GDU ulieleza kuhusu miradi ya serikali Yes. Je, ilitimizwa haikutimizwa? miradi nyingi ambazo tulisema tulisema ndio miradi itaia nyingi ambazo zilikuwa zimepangiwa, haku, haziko ground, ukienda ground useme haziko haziko, sababu mpango haiko. Why? Tu, mipango imepangwa namna hivi hivi, one la yeye hawajui hawajui, mpango imefanywa. Ya pili tukienda pale unakuta ya kwamba wakati rais anaenda kitengo fulani, mahali fulani, kila mtu anakuwa mobilized, tafuta zile miradi ziko hizi lazima aende kisiasa, na kwa sababu lazima aseme miradi, tafuteni miradi. So ya kwanza ni siasa, lazima kwa sababu aseme miradi inakuja ikifuatwa ndio, okay. Unaona unaenda <laughs> <na kise? laughs> <laughs> kwa hivyo kuna uwezekano ulichangia katika kutafuta miradi? Absolutely, unaona, ngoja nikwambie sisi <laughs> proposal ilikuwa <laughs> kazi yote isimame, na nikwambie kidogo hiyo, mlord, tulifanya kazi kubwa since independence yeah. Kufanya kuanzia vyenye kazi itafanywa ya utenda kazi katika nchi hii nah. So, tukazunguka so, tu tukaz, so, <laughs> tukasema tuki, tuki, kazi ifanywe hivi lakini kutoka leo ile system hayuko leo. Watu wa Mount Kenya watu wa watu wa coast watu wa western hawajui ni miradi gani inafanya utaja. Tunazungumzia Mlima Kenya na hakuna mtu anajua sasa hivi, wacha nimsikize Daktari Allan Mugambi. Sitaki kumwingiza katika maswala ya kisiasa, lakini kwa mtazamo wangu kuna wengi wanahisi kwamba hii ziara kwanza kabisa ilikuwa ni ziara ya kutafuta maridhiano na watu wa Mlima Kenya kwa sababu ya yale malumbano yaliyokuwa kati ya Rais William Ruto na aliyekuwa naibu wake. Kwa sababu ukiangalia amefanya mabadiliko katika baraza la mawaziri katika idara tofauti, na kila anayembadilisha ikiwa ametoka eneo la Mlima Kenya, anarudisha mtu ambaye ametoka eneo la Mlima Kenya. Ishara kwamba anajaribu eh, kupuliza eh, na kuto, unajua, kidonda kikiwa kina wakamoto saa nyingine unakipuliza unakiku, unakichokoza kidogo kikwangura lakini unakipuliza. Kwa mtazamo wako kama msomi kama mtaalam hii ilikuwa ni ziara ya maridhiano na ikiwa ni ziara ya maridhiano, je, amefaulu kurudisha maridhiano na wakazi wa Mlima Kenya ama la? Asanti sana Bwana Nimrod kwa Taripa. Swali lako yeah. kwa mta, mtazamo wangu ni kwamba sijui, tunasikia na tuliambiwa na tulisoma kwamba rais ameenda pale kwa maridhiano na pia kwa maendeleo yeah. Je, swali ni tuliona haya maendeleo? A, tumeona amezindua miradi tofauti pale a, katika haya maeneo Uh, je, ni kweli ndio tuliona, uh, kuna mengine kweli uh, yalitendeka na la muhimu ni kwamba katikati ya wanasiasa na yale yote wanaleta uh, katika hii Um, um, tua yenye rais alikuwa nayo equation ya Wanjiku iko wapi? Si huyu Wanjiku huyu ako sawa, ni eh, mkazi pale, uh, equation yake iko wapi kwa haya mambo uh, yote tunazungumza? Uh, mambo ya Gen Z wako wapi kwa hii equation, kwa yale maendeleo tunaona yaliweza kuzinduliwa na rais, zingine ya kidogo ni ya majimbo Uh, mengine ni national government, yeah. Uh, na haya majimbo uh, uh, arobaini na saba yote ndio inafanya uh, nchi ya Kenya. Kwa hivyo mimi kwangu kama msomi sioni kama kuna shida yoyote yeah, uh, rais yeah, kuzindua um, um, uh, maendeleo kama ni ya jimbo yeah. Ama ni ya national government, cha muhimu yeah. ni kuna maendeleo pale. Pengine swali langu ni hili kwa vile umetaja Wanjiku sasa hivi kutoka Mlima Kenya anamtazama Rais William Ruto kivipi? Kwa sababu najua mheshimiwa Ka-Wanjiku ana mtazamo tofauti, lakini anafahamu fika na sote tumezungumza katika vikao tofauti kwamba baada ya mchakato wa kumuondoa e, naibu rais Rigathi Gachagua, hisia katika eneo la Mlima Kenya zilibadilika, ikawa ni hisia kwamba watu hawaungami tena hawaandamani tena na Rais William Ruto. Ikiwa amefanya ziara ya siku tano, je, ameregesha imani kwa wakazi, sio kwa wanasiasa? manake najua Ka-Wanjiku watasema tofauti lakini kwa wakazi kwa mfano kwa wa Kiambaa unahisi kwamba ameguswa rohoni na ziara hii na kwamba imerudisha imani ama la asante sana kwa hilo swali um, kusema ukweli ni vigumu sana kuweza kupima mambo ya imani tunaweza angaliana nawe kidogo nikwambia nikuambia nina imani nawe lakini rohoni labda uh, sina na. labda inaweza kuwa hata vile vingine na. ya muhimu ni kwamba kiongozi wa taifa ametembelea eneo la Mlima Kenya ndio Ha, amekutana na wanamlima Kenya, ndio kuna uhusiano kati, kati yao, labda kuna mambo yai kuenda vizuri ha, ha, siku za usoni, lakini sasa kwenda mbele, mpangilio kwa ni mbele upi itakuwa na. vipi na. kama kulikuwa na makosa basi amekuja amesema, nilikuwa na haya yalitendeka, ameweza kujieleza na. lakini ya muhimu ni lazima kwanza sisi um, Uh, tujue kwamba uh, huyu ni rais wa Jamhuri ya Kenya, ana haki ana uhuru wa kutembea mahali popote wakati wowote bila ruhusa ya, ya, ya, ya, ya mtu yeyote na. Lakini ningetaka kusema hivi, kuna mambo fulani ambayo tunaweza sema kama national uh, as a nationalist we need to kuangalia vizuri, kuna zile pillars ambao viongozi wa haya majimbo ambao ni wa muhimu sana kwa uongozi wa wa, wa nchi kuendelea vyema, ni lazima tuangalie basi venye tunaishi na wao venye, tuna, uh, uh, venye wanafanya kazi yao pale mashinani na, na tuweze kurecognize pia kuna wana position yao katika uh, politics. Asante eh, uh, Mheshimiwa uh, Ka-Wanjiku mbali na najua unataka na una kauli tofauti kuhusiana na vile alivyozungumzia Daktari Mbae hasa kuhusiana na miradi mm. ni miradi inatafutwa ama namna gani? pili swali ambalo limemuuliza daktari mm. unawakilisha idadi kubwa ya wapiga kura, mm. e, eneo bunge la Kiambaa ndio unawakilisha katika bunge. Mm. hata kama rais hakufika Kiambaa mm. hisia zao mm. kwa ujumla kama raia wa Mlima Kenya mm. ni zipi? sasa hivi fikra zao na uhusiano na rais kinyume nilivyokuwa na wakati wa utengano mm. na naibu rais Unajua kuna ile mambo tuna, na tumesema sana sana kuna siasa ya ubinafsi no. wewe kama as an individual kama mimi kama Ka-Wanjiku no. na kuna siasa ya raia ambao ni watu wengi sana wa Mount Kenya no. ile kitu ambacho watu wamekuwa wakikonsider ama wakiangalia ni hayo maendeleo tunaongea kuhusu no. kama kuna barabara ya kwetu imejengwa na rais alikuja akaahidi. Kama kuna ulisikiza akisema wakati alikuwa anafanywa interview alisema they have 3 we have 3 billion road network worth ya Kiambaa, Kabete and Rimuru. Akasema kuna pesa mamuna Nyakera ameongea kuhusu hiyo maneno na amesema kuna pesa ama, kuna pending projects ambazo zilianzishwa lakini zilikwama kwa sababu ya taifa kwa kukuwa na pesa mambo ya madeni n and, and we are saying this with, with all honesty ni ya kwamba eh, hata kana kwamba kulikuwa na challenge kubwa sana ya barabara lakini as we speak Rais ametafuta namna barabara, amelipa pending bill, na ulisikia akisema amepata like 60 billion to start with bara contractor mahali alikuwa kwetu rari asharudi. Uh, barabara hizo za mauro to 1A, eh, zimeanza kuendelea. Alikuwa amekuja kuangalia hiyo project, wameanza mpaka kuweka rami for 13 kilometers if you go to rari today, if all those projects can be completed, and even if you look at the report, kuna report iko leo leo ya World Bank, mshimo, kitu gani kinazuia miaka miwili na nusu baadaye? You see, let me, let me say Nimrod, Huyu jamaa, uh, sorry, Nyakera alikuwa PS treasury. Kuna mambo mingi ambao katika taifa if you listen to the CS uh, treasury, because kuna kunasema mganga muwe, lakini haki yake mpe. Kuna mambo mengi yali, yamefanyika katika taifa letu la Kenya, as far as far the debt is concerned, mengi barabara. Ungeenda kuomba William Ruto barabara 2020. After 2022, no. ange kupatia because for hakuna sure, mahali kulikuwa kuna jengo ya barabara and this is the information that is in public domain. Na ungesikiza ukiita hata uite waziri wa treasury hata kuelezea kinaga ubaga changamoto tulio nao kama taifa kuhusu mambo ya deni na maendeleo. Kwa hivyo hata kana kwamba angetaka sana sana kuhakikisha ya kwamba tumepata pesa ya kuendeleza mambo ya barabara na maendeleo mengine, kuna the first responsibility charge ya what you call, uh, after every budget which is uh, um, mambo ya, ya deni mambo ya pensions no, ambao lazima pia kama taifa we have to honor our national or international obligation so mambo ya barabara ilikuwa changamoto across the board no, hakuna mbunge hata mmoja, hakuna mahali barabara ilikuwa inaendelea, lakini for now no, tumetengeneza nafasi no. After securitizing the seven shillings zenye tuliongezea wakati wa pesa ya mafuta, hiyo pesa tumepata kupata imeenda directly kuhakikisha hizo miradi zinaendelea. Kwa hivyo niseme, miradi ambayo imekuwa irahisa amekua kipindua, ukikuja kwetu sasa, miradi iko before, hatukua tuko na soko zinaendelea, tuko na KMTC tumepewa 200 million zinaendelea, so, hii histori ati alikuja siasa kuangalia miradi iliyoisha ama ilio ilizinduliwa ama hakuna kitu tulifanya. tua namba 2 ni jibu tu, amezungumzia kwamba hmm. kwa wakati ambapo akiwa anahuduma ili yes. Ililazimu saa nyingine kutafuta miradi ambayo haiko, ndio rais aende kufungua yeah. Ilitokea mlima Mlima Kenya katika pili katika miradi mingi ambayo alifungua yes, isipokuwa miradi ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu yes, na pengine masuala ya umeme yes. wengi wanahisi kwamba miradi mingi aliyokwenda kuifungua yes, ni miradi ishafunguliwa pili yes. Wengine wanadai kwamba yes, ni miradi inasimamiwa na kaunti yes, na maeneo bunge, hivyo hakuna miradi ya kitaifa ndio usemi you know, Kangema 1 billion haikuwa ni ya uh, mambo ya, ya allegations. Ukikuja kwetu Kiambu alikuja ku launch soko ya 300 million yenye inatengenezwa na housing hata kama imegatuliwa Nimrod. The national government hata kana kwamba iko na pesa zake na county iko na pesa zake hii si pesa imeinjectiwa na the county. The governor is doing his own thing but the national government because of the need Yeah, raia. And it doesn't mean because for example he is E section ni ni county na the government has the ability there is a there is a gap. Serikali can come in to help to jenga soko to patie county iendele because wala wananchi wako hapo they are not from the county. They are both county and the national government. Wait. So it's a responsibility of the serikali ndio ni malize hii ya ya Mbae. Muulize because he is here. He has been working for government. Before he was a he was the he was the advisor to uh, waziri wa trade. Now. They opened so many kites. Tulimuona wakizunguka na waziri Moses Kuria. Economic, i, i, i, i, so were those projects inatafutiliwa, ni kutafutilia walikuwa wanatafutilia when that time was there, ama ni miradi walianzisha, walienda wakaanzisha Siaya, wakaanzisha Kisumu economic, special economic zones, wameanzisha Dongo Kundu, wameanzisha Murang'a, zinaendelea even as we speak, kwetu wameanzisha aggregation center, si, inaitwa Waruhu, inaendelea, zilikuweko, ama saizi ndiyo tunaanza kutafutilia, because you see, it's good to be fair, even if you want to hit on the government because umetoka kwa serikali but at least be fair because ulikuwa part and parcel of the civil servants who are working within the government. Kwa kifupi sana tuende mapumzike, na alafu nikupe nafasi. Okay, endelea. Dimbo nasema hivi twende tu pole pole, and that's what I'm saying, hii kazi ilikuwa ifanyike by 3 years tulikuwa tayari watu waanze kufanya kazi kwa hizo bajeti, ilikuwa pesa zilikuwa, that is the point. Hiyo ndio maana ilikuwa ifanyike, lakini shida yenye iko ni kwamba tuna kazi inaanzia pale because of this roadside declarations, budget yote inabidurua pesa. Naambiwa shauri yako ndio kutafuta pesa, vile rais amesema, enda ukafanye, hakuna mpango na hiyo ndio tunasema shida iko hapa. Kwa mwaka ya tatu, wewe ya kwenda kusema tunapanga. Hakuna kitu kama hiyo. Watu wanalipa tax every year since 2022 kila mtu huendi kuambia sukali, sukali ukinunua, hiyo ni tax. Mafuta ukiweka, ya boda boda unaweka tax. Huwezi kuja na stories za hii ni kwa sababu iko mixed up, hakuna mpango. So, that... mpango tunaanzia the first year by now vijana wa walikuwa wakuwa wameingia 47 kips na wanafanya kazi saa hizi. Ndio unazungumza ukisema, tunaendelea tunapanga, nimekuja ku inspect it's not possible. Na wale wengi siku hizi wajinga wanajua what is happening. Let me tunakwenda mapumziko ni kidogo, lakini tunaendelea na mada yetu muda kutoka sasa, usende mbali. Niko naye Bwana Irungu Nyakera, niko naye Mheshimiwa John Kawanjiku kutoka Kiambaa, niko naye Daktari Allan Mugambi eh, mhadhiri na vile vile tuko naye Dkt. eh, Peter Mbae. Usende mbali, tunarejea hivi.